Wakili wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Robert Amsterdam, bado anaonekana kuendelea kuivaa serikali ya Tanzania kufuatia sakata la kukamatwa na kushikiliwa kwa Tundu Lissu kwa mashtaka mawili likiwamo shtaka la uhaini linalomfanya Tundu Lissu aendelee kusota rumande. Muda huu tena tunakwenda kutizama na kusikiliza kwa upana zaidi jinsi ambavyo mwanasheria huyo wa kimataifa wa Tundu Lissu Robert Amsterdam anavyozungumza huku akisema yeye pamoja na kampuni yake ya A&P yaani Amsterdam and Partners LLP, hawata hawataacha aliyotokea siku ya tarehe 24 mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025 kwenye kesi ya Tundu Lisu katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu yapite, watachukua hatua kali hasa kimataifa. Hakikisha kwamba unakuwa nami mpaka mwisho wa habari hii, pia like video hii kwa wingi. Kwa sasa zimepita takriban siku kumi na nane tangu mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Lisu ashikiliwe na kushtakiwa, ambapo tunafahamu kwamba bado anaendelea kusota rumande. Muda mchache, mara baada ya Tundu Lisu kushikiliwa na kushtakiwa Mwanasheria wake wa kimataifa, Robert Amsterdam alijitokeza na kutoa tamko, na sasa amejitokeza tena na kusema yafuatayo, namnukuu hapa: tunasubiri kwa uvumilivu taarifa kutoka kwa wenzetu walioko Tanzania kufuatia kesi ya Tundu Antipas Lissu mahakamani. Tunasikitishwa na kushutumu vikali vitendo vya vurugu dhidi ya wafuasi wake na kukamatwa kwa viongozi wengine wa Chadema akiwemo naibu mwenyekiti hili halitapita bila hatua kuchukuliwa. Baada ya Robert Amsterdam kuyasema hayo na kuyaandika kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, kampuni yake ya kisheria na ya kimataifa pia ikasema yafuatayo kwa kuyaandika kwenye ukurasa wao wa X Twitter pia, ANDP itakuwa ikifuatilia kwa makini matukio ya leo nchini Tanzania ikiwemo matokeo ya kikao cha mahakama na taarifa kutoka kwa washirika wetu ili kuamua hatua mwafaka ya kisheria kimataifa. Hayo ndiyo yaliyozungumzwa na kampuni ya kisheria ya Robert Amsterdam inayofahamika kwa jina la ANDP, yani Amsterdam and Partners LLP. Robert Amsterdam ni wakili wa kimataifa mwenye uzoefu wa miaka 40 katika kushughulikia migogoro mikubwa katika masoko yanayoibukia Kampuni yake ya kisheria Amsterdam and Partners LLP yenye ofisi mjini London na Washington DC inasifika kwa mbinu zake bunifu katika mashauri changamano, usuluhishi wa kimataifa na utetezi wa kesi za jinai, hasa zenye sura ya kisiasa na sera. Amsterdam amewahi kuajiriwa na serikali mbalimbali na makampuni ya kimataifa kutoa ushauri juu ya migogoro. Mchanganyiko wake wa kipekee wa utetezi wa kisiasa na sheria za kimataifa umemfanya kuwa mshauri wa viongozi kadhaa wa dunia wakiwemo: serikali ya Jamhuri ya Uturuki, waziri mkuu wa zamani wa Thailand Thaksini Shinawatra, rais wa zamani wa Zambia Rupia Banda, mbunge wa Uganda Robert Kyagulanyi, yani Bob, Bobi Wine, e, kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Antipas Lissu, mwanasiasa wa Kameruni Maurice Kamto, na gavana wa zamani wa Akwa Ibom state nchini Nigeria, miongoni mwa wengine maarufu. Sasa, kwa mujibu wa Mwananchi Communication Limited siku ya Alhamis April 24 mwaka huu wa 2025, inadaiwa ya kwamba Lisu na mawakili wake walipinga kesi kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Muhtasari, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu iliahirisha kwa muda kesi ya kusambaza taarifa za uongo katika mtandao wa YouTube inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu aligomea eh, kesi yake ya kuchapisha taarifa za uongo kwa njia ya mtandao wa YouTube kusikilizwa kwa njia ya video na badala yake eh, alitaka kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya wazi. Taarifa hiyo ilitolewa siku ya Alhamis April 24 mwaka huu wa 2025 na askari magereza mwenye nyota tatu, wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa mara ya pili kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Askari huyo wa magereza ambaye hakujitambulisha jina lake alitoa taarifa hiyo kwa njia ya video akiwa mahabusu. Awali wakili wa serikali mwandamizi Jobu Mrema alieleza mahakama hiyo kuwa kesi hiyo imeitwa kwa ajili ya mshtakiwa kusomewa hoja za awali na upande wa mashtaka upo tayari, ila mshtakiwa hayupo mahakamani hapo. Mrema alitoa maelezo hayo mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Mhini. Eh, kutokana na maelezo hayo, upande wa utetezi ulipinga upande wa mashtaka kumsomea hoja za awali mteja wao kwa njia ya video na badala yake walitaka mshtakiwa apelekwe mahakamani kama sheria inavyoelekeza. Wakili wa utetezi Peter Kibatala alipinga Lissu kusomewa PH kwa njia ya video kwa madai kuwa sheria iko wazi, alitakiwa kuletwa mahakamani. Kesi ya Lissu updates, polisi ilivyodhibiti mikusanyiko Kisutu. Usalama uliimarishwa. Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ilidhibiti eneo la mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam ambako umati wa wana, eh, umati wa wanachama na wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ulifika kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu. Katika maeneo yote ya mahakama hiyo, polisi wenye silaha, mbwa na farasi walionekana wakiimarisha ulinzi tangu alfajiri hadi saa tatu wakati kesi hiyo e, iliyosikilizwa kwa njia ya mtandao ilipoanza hadi kufikia saa tatu asubuhi hakuna kikundi cha watu kilichokuwa kwenye eneo hilo la mahakama na jirani zaidi ya waandishi wa habari ambao waliruhusiwa kusimama umbali wa kama mita mia kutoka lilipo geti la mahakama. Polisi hao walitoa amri na kutaka kila mtu aendelee na shughuli zake. Hata hivyo, waliokwenda kinyume na maagizo hayo walitiwa mbaroni na wengine wakipewa onyo. Lisu anakabiliwa na kesi mbili, moja ya uhaini na nyingine ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni. Kwa mara ya kwanza Lissu alipandishwa kizimbani na kusomewa mashtaka hayo April 10 mwaka huu wa 2025 kesi ya Tundu and Lissu Updates. changamoto mtandao hakimu aliahirisha kwa muda Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu iliahirisha kwa muda kesi ya kusambaza taarifa za uongo katika mtandao wa YouTube inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Kesi hiyo iliahirishwa kwa muda wa dakika kumi kutokana na mtandao kusumbua na kutokusikika vizuri. Hatua hiyo inaonekana na mshtakiwa huyo kutofikishwa katika mahakama hiyo, hivyo kesi zake mbili eh, zilisikilizwa kwa njia ya video. Uamuzi huo ulitolewa siku ya April 24 mwaka huu wa 2025, na hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey eh, Mhini katika kesi hiyo ilipoitwa kwa njia ya video ili mshtakiwa asomewe hoja za awali. Hakimu Mhini alisema kutokana na mtandao kusumbua anaahirisha kwa muda na kama E, utakuwa bado kuna changamoto atatoa uamuzi. Hata hivyo ukumi huo wa video conference uliopo katika mahakama hiyo ulijaa, hali iliyosababisha e, baadhi ya watu kuzuiwa kuingia.